Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, mfalme wa ulimwengu wote, Al-Malik, mmiliki wa kila kitu. Rehma na amani zimshukie Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kiongozi wa viongozi, mwenye uadilifu na hekima katika kila jambo. Leo, ndugu yangu, tunazungumza juu ya jina tukufu la Allah Al-Malik. Jina lenye siri kubwa kwa wale wanaotamani uongozi na mamlaka au heshima kwa ajili ya masala ya kiutawala na mambo ya kiumiliki pamoja na uongozi, na uongozi mbalimbali eh, mbali, lakini si uongozi wa kujionyesha ni uongozi wa haki wa ucha Mungu wa kum, kumtumikia mfalme wa kweli Allah Subhanahu wa Taala. Kwa hivyo leo tunaangalia, eh, tunaangalia maana ya jina hili tunaangalia maana ya jina hili Al-Malku na jinsi tunavyoweza kulitumia katika maisha yetu ya kila siku, pamoja na faida zake. Jina hili lina siri kubwa ukiifahamu jinsi ya kuweza kulitumia hivyo. Sikiliza mwanzo mpaka mwisho wa video hii, hakika utafaidika ndugu yangu Mwislamu. Bismillahi rahmani rahim. Ndugu yangu Mwislamu, unaposema almalik maana yake ni kwamba ni mfalme wa kweli, mmiliki wa mamlaka yote, mtawala wa ulimwengu wote, ambaye hakuna anayeshindana naye. Kwa hivyo ukisema Almalku, basi ujue umetaja jina kubwa sana katika duniani na akhera. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ndani ya kitabu chake cha Qurani amesema kwamba tabaraka lladhi biyadihi lmulku wahuwa ala kuli shaiin qadir, kwamba amebarikiwa yeye ambaye mikononi mwake imo mamlaka yote, na yeye ni mweza wa kila kitu. Yaani, kila mamlaka unayoiona duniani ni ukodishaji wa muda kutoka kwa mfalme wa kweli ambaye ni Allah Al-Malik. Kwa hiyo mtu anayetaka uongozi lazima kwanza aelewe jina hili. Wewe si mmiliki wa watu, wewe ni mtumishi wa mfalme wa uongozi ni kwa hiyo, ni mtumishi wa mfalme. Kwa hivyo uongozi ni amana, sio cheo, ndugu yangu. Kwa hivyo, siri ya jina la Al-Malik katika uongozi, jina hili limebeba nguvu tatu kuu, ambazo kila kiongozi anazihitaji. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya mali, ni nguvu ya mamlaka ya kiroho. Ukilitaja jina, jina hili ya maliku kwa ikhlas, Allah anakupatia hekima ya, ya, hekima ya kuongoza kwa uadilifu na watu watakuheshimu, watakuheshimu bila hata kuwalazimisha lakini nguvu ya pili ni nguvu ya kujitawala. Kiongozi wa kweli ni yule anayemiliki nafsi yake kabla ya kuongoza wengine. Ukilitaja jina hili ya maliku kila siku, moyo wako unajifunza kutawala tamaa, hasira na kibri. Nguvu ya tatu ni nguvu ya uamuzi wa haki. Allah Al-Maliku ndiye mtoaji wa maamuzi sahihi. Anayemkumbuka kwa jina hili Allah humwongoza kufanya maamuzi yenye haki, hata akiwa peke yake. Kwa hivyo ndugu yangu mwislamu e, tufahamu kwamba jina, jina hili lina nguvu kubwa, lina siri kubwa. Kwa hivyo sikiliza hadi mwisho wa video hii na kufundisha pia namna ya kulitumia jina hili. Tunawezaje kulitumia jina hili katika maisha yetu tulionayo? Ndugu yangu mwislamu, namna ya kulitumia jina hili Almaliku kwa uongozi. Unawezaje kulitumia jina hili katika uongozi? Ndugu yangu, jambo la kwanza ni dhikri ya kila siku. Taja jina hili ya maliku mara tisini kila asubuhi. Ukiomba kwa moyo wa unyenyekevu utasema hivi: ya Malik nipe hekima ya kuongoza kwa haki, nipe mamlaka ya kujitawala kabla ya kutawala wengine. Kwa hivyo, dhikri hii inafungua mlango ya heshima na uongozi wa kiuadilifu. Lakini pia, kabla ya maamuzi, hakikisha unaomba dua, yaani kabla ya kikao, uamuzi au jambo kubwa Hakikisha unasema ya Malku tawafiki. Tawafiki yako ya Malku tawafiki yako, iwe mfalume wa kweli, nipe busara katika uamuzi, uamuzi huu. Hata kama uongozi huo ni mdogo, kuanzia katika familia, biashara au jamii, Allah, Allah subhanahu wa taala, Al Malku, atakupa utulivu na ujasiri wa kiongozi mwenye imani lakini pia jambo la tatu e, kujitafakari. Tambua kwamba utawala ni mtihani, sio zawadi. Kila mamlaka utakayopata, utakayo, utahesabiwa nayo na siku ya Kiama. Kwa hivyo, ukijua majina ya Allah kama Al-Malik, unakuwa mnyenyekevu katika nguvu na, u, na ujasiri katika haki. Kwa hivyo, hakikisha una unajifunza jinsi ya kulitumia jina hili. Faida ya jina hili, ndugu yangu Mwislamu, katika uongozi humvisha mtu heshima na mamlaka ya asili. U, watu humtii kiongozi anayemtaja Allah ya Malik kwa dhati, kwa sababu nuru ya Allah huonekana katika maneno yake. Humlinda kion, kiongozi dhidi ya dhuluma. Kila anayelitaja jina hili kwa uadilifu Allah humkinga asiwe, asiwe dhalimu. Lakini pia faida ya tatu, humfanya awe na, na msimamo katika uongozi. Kiongozi wa kweli haogopi watu, bali humtegemea mfalme wa kweli ambaye ni Allah. Lakini faida ya nne, humpa humpa ujasiri kwa kufanya maamuzi magumu kwa haki. Na faida ya tano, hujenga moyo wa unyenyekevu, anayejua kuwa Al-Malik ndiye mfalme wa kweli hawezi kujinua juu ya watu bali anawaongoza kwa upendo. Ewe ndugu yangu, unayetaka uongozi, jua kuwa cheo si heshima tu, ni jukumu. Ufalme si nguvu, ni amana. Mwenyezi Mungu ndiye Al-Malik, mfalme wa mfalme. Kila kiti cha enzi duniani kitamalizika, lakini utawala wa Allah hautaisha milele. Kwa hiyo ukiomba uongozi, omba kwa dua hii: Ya Malik, ewe mfalme wa kweli, niepushe na uongozi wa kibri, nipe uongozi wa haki na, na uchamungu, nipe mamlaka juu ya nafsi yangu, ili niwe mtawala mwenye heshima na rehema. Ya Malik nipe uongozi na nipe uongozi unaokupendeza wewe baada ya hapo e, sema kwa unyenyekevu maneno haya ya maliku ya maliku ya maliku mara tisini ndugu yangu muislamu ikiwa darasa hili limekufundisha na umejifunza kitu kupitia darasa hili basi hakikisha unashare kwa wengine nao pia waweze kujifunza na Mwenyezi Mungu atakulipa, nahakikisha unaweka comment hapo chini hapo e, like, subscribe naweka comment hapo chini basi. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii, basi ndugu yangu, nahakikisha unagusa alama nyekundu iliyoandikwa subscribe upande wa kulia. Ukishafanya hivyo, utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tunazokuwa tuna upload kwenye chaneli hii ya Nurdini Media. Asante kwa wewe uliotizama video hii mwanzo mwisho wa ila huna, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.